Kama tulivyosema wajumbe waliokuwa wakigombea nafasi alikuwa ni Winfrida Bwile, Muhingo Kasimu, pamoja na Seni, matokeo ni kama ifuatavyo. Muhingo amepata kura kumi, Kasimu amepata kura kumi na tano, Seni amepata kura kumi na sita, na Winfrida Bwile kura kumi na saba. Kwa matokeo haya wajumbe waliochaguliwa na mkutano mkuu, mkuu wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Kigoma ni Kasimu Msoma na Seni pamoja na Winifrida Bwile. Katika nafasi ya muhasibu mgombea alikuwa ni mmoja, kura zilizopigwa zote ni ishirini, kura zilizoharibika ni mbili, na kura zilizosema ndiyo kwa mwajabu Kigaza ni kura kumi na nane. Kwa matokeo haya Mwajabu ndiye mhasibu wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Kigoma. Katika nafasi ya katibu msaidizi wagombea walikuwa ni wa wawili, kura mbili zimeharibika, ndugu Jackson akapata kura nne na bwana Matinde kura kumi na nne. Kwa matokeo haya bwana Matinde ndiye katibu msaidizi wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Kigoma. Katika nafasi ya katibu mkuu mgombea alikuwa ni mmoja, bwana Fadhili Abdalla. Kura zilizoharibika ni tatu, kura zilizosema hapana ni saba na kura zilizosema ndiyo ni kumi. Kwa matokeo haya, katibu mkuu wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Kigoma ni ndugu Fadhili Abdalla. Kwa nafasi ya makamu mwenyekiti mgombea alikuwa ni mmoja pia, naye ni Adela Madiane kura zilizopigwa ni ishirini, kura mbili zimeharibika, na kura zilizosema ndiyo ni kumi na nane. Kwa matokeo hayo ni kwamba Abiadela Madiane ndiye makamu mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Kigoma. Nafasi ya mwisho ilikuwa ni nafasi ya mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari mkoa wa Kigoma. Kura zilizopigwa ni ishirini na kura zote ishirini zimesema ndiyo kwa bwana Deogratias Sokoro. Kwa matokeo haya biografi Sosokoro ndiye mwenyekiti wa chama cha waandishi wa habari uko. Asanteni sana.